Na hali gani mtazamaji wa Netpro News, ni siku nyingine tena. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sisi kwa mambo mengi anayofanya katika harakati zetu za kila siku. Na tuko katika kipindi kizuri cha Jamii Talk ambako tunakutana na watu mbalimbali tukizungumzia masuala mazima ya Jamii Talk na leo niko na mgeni, ni mwanamke ambaye ni mwanzilishi wa Bagamoyo Women's Gala. Hatakuja kutuelezea hapa harakati gani ambazo amepitia, lakini ilikuwaje, kuwaje mpaka kuitwa Bagamoyo Women's Gala. Mimi jina langu ni Irene Jimi, na utakuwa na mimi mpaka utakapofika tamati ya Jamii Talk, na moja kwa moja nimkaribishe mwanamke ambaye niko naye kwa ajili ya siku hii ya leo kwa ajili ya kukufundisha wewe au kujifunza kwa namna moja ama nyingine na kupata mtazamo chanya ndani ya kipindi cha Jamii Talk kutoka hapa Net Pro News. Karibu. Asante. Uh, mimi naitwa Madam Dina, ni mwalimu lakini ni mwanzilishi wa Bagamoyo Women's Gala. Ya, na ni mjasiriamali mdogo mdogo Sawa, ni mjasiliamali mdogo mdogo, lakini pia ni mwanzilishi wa Bagamoyo Women's Gala. Kuna mtu anakutazama sasa hivi na anatamani kufahamu Bagamoyo Women's Gala ni event ya namna gani, lakini pia anatamani pia kuja kujua kwa sababu umesema ni mfanyabiashara mjasilia mali mdogo mdogo, anatamani kujua zaidi na yeye pengine anaweza kujifunza kupitia wewe. Karibu, tuambie, Bagamoyo Women's Gala ni event ya namna gani, lakini pia utakuja kutuhusisha ni ujasiliamali upi ambao wewe unaofanya kama mwanamke na mwanamke ambaye anakutazama sasa hivi binti ajifunze kupitia wewe okay. asante Bagamoyo Women's Gala ni event ambayo uh, nilikuja na idea moja kwa moja kwa ajili ya kuwalenga wanawake uh, ujue mimi ni mama lakini kama nilivyokwambia ni ni mwalimu mwalimu ni role model kwa hiyo unakutana na vitu vingi ambavyo vinakuwepo kwenye jamii you know. na nikaona kuna namna tunahitaji kukusanya wanawake pamoja ndiyo. ili tuweze kuzungumza dhamira ya lile tamasha ilikuwa kwanza uh, kuwainua wanawake kiuchumi mm. eh, lakini pia tulizungumzia masuala ya kifamilia mahusiano mm. uh, lakini pia lengo kuwaweka wanawake sawa masuala ya changamoto ya afya ya akili. Unajua, wanawake sasa hivi wanapitia mambo mengi kwenye mm. jamii mm. kutokana na migogoro ya kifamilia yeah. uchumi hauendi vizuri mm. kwa hiyo wanawake kidogo wanapitia masuala ya changamoto ya akili. Kwa hiyo tukaja na hiyo idea, nikatafuta team, tukafanya jambo. Sawa, umezungumza vizuri na nimekuelewa, lakini pia kuna mtu bado, kuna kitu anakihitaji na mimi nahitaji sana kitu kutoka kwako ku. natamani kujua yani kipi kilikugusa au kipi kiliwagusa hapa kasema Bagamoyo Women's Gala inahitajika? Yaani wazo hilo lilikuja baada ya kitu gani ukaguswa? Sasa kwa sababu jamii fulani ina hivi na hivi na hivi basi, hapa inahitajika Bagamoyo Women's Gala. Yaani, hivyo, tuelezee wazo lilianzia wapi, ikawaje na ukaona sasa uwashirikishe na watu wengine, na kuwa sasa Bagamoyo Women's Gala. Okay. Uh, kitu kilichonisukuma hasa kwanza ni idea ambayo niko nayo muda mrefu, yaani ni, ni ndoto yangu ya muda mrefu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nakuwa na, na udhubutu wa kufanya mambo. Kwa hiyo nimekuwa nikihudhuria matamasha mengi mengi, lakini pia changamoto ambazo wanawake tumekuwa tukizipitia. Kwa hiyo nikaona kwa nini wanawake tusikae pamoja tukazungumza masuala ya kiuchumi kuwainua wanawake kiuchumi. Ujue, wanasema ukimwinua mwanamke umeinua jamii kwa ujumla, kwa sababu mama ni mlezi. Kwa hiyo nikaona tunaweza tukafanya jambo, tukabadili fikra kwamba mwanaume ndio mtu pekee anayehusika na, na masuala ya kiuchumi katika familia. Mwanamke akijitegemea pia inapendeza, kuna mambo anakuwa anasaidia hmm. kwa upande wa familia au kumsaidia baba lakini changamoto nyingine ni, kama nilivyosema kuna wimbi kubwa la changamoto ya afya ya akili yeah. E, kuna mambo kadha wa kadha yamekuwa yakitokea kwenye jamii, tumesikia si mama amemfanya nini mwanae yeah. Vitu kama hivyo, kwa hiyo niliona kuna umuhimu wa wanawake kukaa tukazungumza, ni nini mpaka kinapelekea mat, matatizo ya changamoto ya afya ya akili yanatokea kwenye jamii, kwa hiyo nikaona inawezekana wanawake wakashea. Ujue, ukikaa na vitu kwenye ukakaa navyo muda mrefu bila kushea, ndio inapelekea sasa watu unasikia amejiua, amefanya tukio fulani mm -hmm, au mwanamke ameuliwa huko mm -hmm. E, kwa hiyo nikaona ni bora tukutane wanawake wa Bagamoyo tuone tunafanyaje, tuzungumze kwa nini haya mambo yanatokea, na kama yanatokea kuna tunafanyaje ehe lakini pia kuna swala zima la mahusiano, mm. familia na malezi. Ujue sisi kama kina mama kuna namna tumejisahau kwenye swala zima la malezi, imepelekea sasa tunatengeneza kizazi ambacho sio rafiki. Ukiangalia uh, kwa trendi ya sasa hivi kuna masuala ya masuala ya mapenzi ya jinsia moja mm. ehe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wazazi wa tumejisahau, aidha tunakuwa bize sana au hayo masuala ya ndoa, baba na mama wametengana. mm -hmm. Ehe, lakini unakuta pengine mtu ni single mother, hana msaada iyo wa upande wa pili. Kwa hiyo yale malezi anayomlea mtoto akiwa peke yake inaweza ikapelekea mambo kama hayo. Kwa hiyo nikaona tukae wanawake tuzungumze, kwa nini kuna masuala kama hayo? Je, kama tumelegea kwenye malezi, tunafanyaje? Kwa hiyo tulikaa siku hiyo tukakumbushana e, kwamba kuna namna sasa tunatakiwa tusimame kama akina mama ili tutengeneze jamii ambayo imesimama. Kesho na kesho kutwa tunataka jamii ambayo mtoto anajitegemea na mtoto sasa tunamwandaa kwa ajili ya ya kesho yake. Mm-hmm. Sawa sawa, Bagamoyo Women's Gala amesema mnawasaidia wanawake kujikwamua kiuchumi, mm. Kifikra pia na malezi kwa watoto. Sasa nataka kufahamu, je, Bagamoyo Women's Gala mmeweza kufika, yani mlipofika sasa hivi? Ah, kwa kiasi, kwa sababu unajua ile ni season 1, mm. na ndo tulianza, kwa hiyo obviously kwa mara ya kwanza hatuwezi kufika kule tuliko kutaka, lakini kwa kiasi chake naweza nikasema tumefanikiwa mm. kwa sababu wanawake walijitokeza wengi, na ile elimu ambayo tulikuwa tumeikusudia ya kuwainua wanawake kiuchumi, kuwakomboa kifikra, iliwafikia wengi kama tulivyokuwa tumekusudia. Kwa hiyo naweza nikasema tumefanikiwa na tumefikia lengo, lakini next time season 2 nafikiri tutafanya vyema zaidi. Sawa, natamani kufahamu hayo mafanikio ni mafanikio ya namna gani ambayo mmeyapata me, tangu mmeanzisha event ya Bagamoyo Women's Gala? Okay, mafanikio tuliyoyapata kama nilivyosema hapo awali, kwamba lengo kubwa ilikuwa kutoa elimu katika mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo tumefanikiwa, tumefanikiwa kutoa elimu kwa wanawake kwa wingi, kwa sababu tulifanya matangazo ya kutosha, tulitembea kwenye media tofauti tofauti kwa hiyo, na wanawake, kwa hiyo na uhakika kwamba wanawake ile elimu ambayo tulikuwa tumeikusudia wameipata zaidi kwenye siku ya tukio mm. Wanawake walikuwepo wengi, tulileta wahamasishaji, tuliwaletea mtu wa jinsia ambaye aliongea na wanawake, tuliwaletea mwanasheria ambaye aliwa, aliwakumbusha wanawake kuhusiana na masuala ya mambo ya kisheria mm -hmm, lakini tuliwaletea mtu wa mtaalamu wa masuala ya saikolojia ambaye aliongelea masuala ya changamoto ya afya ya akili, lakini tuliwaletea pia mtu wa kuongelea masuala ya familia, ndoa na malezi. Kwa hiyo baadaye tukakaa as group, tukakumbushana, tukashare, nafikiri sasa lengo lilikuwa elimu na tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa. na ndoto zenu za muda mrefu ni zipi kwa Bagamoyo Women's Gala? Na ndoto gani hasa kwa ajili ya event ya Bagamoyo Women's Gala kutoa ndoto hizi za nyuma ambazo tayari mm, mmeshazifanya na tayari mmeshaona mafanikio yake. Sasa ndoto zenu za muda mrefu ni zipi ndoto? Ya muda mrefu kama nilivyokwambia, uh, mimi ni mtu ambaye nawaza kufanya kazi na jamii mm ni mtu ambaye natamani kuyagusa makundi katika jamii mm. makundi mbalimbali mbali. Kwa hiyo kwa kwanza nilianza mm. na kundi la wanawake, lakini na ndoto ya kugusa makundi mengine, kugusa watoto ambao unatokea mazingira magumu, kugusa kundi la vijana ambao baada wajaji kuamua wa sio kwamba kuwapa kuwapa mitaji lakini mm. mtu ukimkomboa hata kifikra elimu ikamfikia unakuwa umefanya sehemu kubwa sana. Kwa hiyo ndoto yangu ya baadaye ni kwamba ni- niaguse makundi kwenye jamii eh, eh. Kwa hiyo tumeanza na Bagamoyo, wanasema uh, charity begins at home. Okay. Bagamoyo ni nyumbani mm. Kwa hiyo nikaona nifanye jambo kwanza nyumbani, lakini kwa huko baadaye nawaza sasa nifanye na jamii ya Kitanzania kwa ujumla okay, niguse sehemu tofauti tofauti za Tanzania mm. niguse makundi tofaut, tofauti tofauti mm. eh, ndo, ndoto ya muda mrefu Sawa. Na katika hayo makundi, wanawake gani hasa ambayo mnawalenga? Je, ni wanaharakati? Wanawake wa kawaida? Utuelezee vizuri kwa mtu ambaye anaona hapa, okay, kumbe na mimi naweza nika, nikajiunga na mambo yakaenda vizuri tu. Aha. A, katika hili tunawalenga wanawake wa aina zote. Unajua tunapozungumzia swala la elimu au kumkomboa mwanamke kifikra, linamgusa mtu yoyote. Anaweza akawa na na kipato lakini kuna mambo yanamchanganya labda kwenye familia, hmm. Bado anahitaji msaada, lakini mwingine hana kipato, lakini anatamani ajifunze fursa mbalimbali za kuweza kujikwamua hmm. Kwa hiyo nafikiri hakuna mkamilifu. Kama hakuna mkamilifu, wote tunahitaji kujifunza hmm. Na kama tunahitaji kujifunza, basi nafikiri kila mwanamke anahitaji kuguswa. Kwa hiyo sio kwamba namlenga mwanamke wa aina fulani, yeyote hmm. Ndio maana hata kwenye hilo tamasha ulikaribisha wanawake wa aina yoyote na walikuwepo wana, wanawake wa aina tofauti tofauti, yeah. Kila mtu alikuwa na hitaji lake kulingana na kitu ambacho yeye kinamhusu, sawa mm -hmm. so, kila chenye faida huwa kina changamoto mm -hmm. Nataka kufahamu na msikilizaji pia mtazamaji ambaye anakusikia sasa hivi anatusikilia- anatuangalia anatutazama sasa hivi uh, utuambie kwa sababu kila chenye faida huwa kina changamoto zake mm. changamoto zipi ambazo mlikutana nazo wakati mnaandaa event, au wakati wa kuandaa event, changamoto zipi ambazo mlikutana nazo? Uh, kama nilivyosema, ni event ya kwanza na ndo tulikuwa tumeanza kabisa mm -hmm. kwa hiyo tulipata changamoto ya kifedha. Unajua ili uandae event, lazima uwe na fedha kwa hiyo ilifikia mahali tukakwama, lakini tunashukuru Mungu, wadau walijitokeza, yeah. kwa hiyo changamoto ya kwanza ilikuwa hiyo, lakini changamoto ya pili, ujue watu kulipokea jambo kwa mara ya kwanza, yeah. Ehe, ile trust kwamba, hey, ni kitu cha kwanza, tuna tunashiriki vipi, tunafanyaje? kwa sababu tulikuwa tunauza tiketi pale mm -hmm. kwa hiyo kulikuwa na ugumu wa kuwashawishi watu mpaka wanunue zile tiketi ili waweze kufika lakini kuna mambo mengine ambayo binafsi nilitamani yawepo. Uh, nilitamani wanawake pale tuwawezeshe yeah. Eh, nilitamani wanawake wapate vitu vikubwa ambavyo tulitamani vifanyike siku ile, okay. Kwa hiyo vilifanyika baadhi kulingana na kwamba ni tamasha la kwanza, inatakiwa ufanye wadhamini, maybe waone ni kitu gani kinafanyika, and then siku nyingine wasapoti. Kwa hiyo tulipata changamoto hiyo katika uandaaji, yaani suala kubwa lilikuwa kwenye uandaaji wa hiyo hii event, kupata support na kujenga trust kwa wanawake uh, nyingine ile si unajua, ndo mnaenda kuwakomboa kifikra, kwa hiyo wanakuwa na mtazamo kwamba watatuambia nini? mm -hmm. Ehe, kwanza wenyewe ni wanawake wenzetu hao, yeah. wote tunapitia maybe tunapitia changamoto kama hizo mm -hmm. kwa hiyo ile yani trust kwa mwanamke mwenzio, ujue kumshawishi mwanamke mwenzio inakuwa ngumu mm -hmm. kwa hiyo zilikuwepo changamoto kama hizo. Sawa, na mnashiriki vipi uh, na wadau mbalimbali wakiwemo serikali na taasisi za binafsi. Okay, tulipata sapoti mm. Tulipata sapoti kama nilivyokwambia kwamba mimi kwanza ni mtumishi wa Bagamoyo ndio. La, ni mwalimu kama nilivyosema, lakini pia hata timu niliyoiunda wengi ni watumishi wa hapa Bagamoyo. A, tulipata sapoti kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri <laughs> mji Bagamoyo mm. Alitupa watu mbalimbali wa kutusapoti, tulipata mtu kutoka Uh, mwanasheria wa halmashauri kwa ajili ya kuja kuzungumza na wanawake, lakini tulipata mtu wa kuzungumzia swala la changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo walionyesha ushirikiano, hata afisa maendeleo ya jamii alitupa ushirikiano katika mchakato mzima wa kuandaa event, lakini ofisi ya utamaduni na sanaa ilitoka halmashauri, walitusupport vitu kadha wakaza katika uandaaji, lakini kama nilivyowaambia kwamba sisi ni walimu eh, kwa hiyo pia uh, afisa elimu pia alitoa baraka zake, akaona ni kitu ambacho watumishi wake wanahitaji kama wanawake. Kwa hiyo sapoti kubwa tuliipata, lakini kutoka sekta binafsi Yasi walitusapoti kwa kiasi kikubwa na wadau wengine mbalimbali. Sawa sawa, na ushauri wako pia kwa wanawake ambao wanatamani kuanzisha jukwaa kama la Bagamoyo Bagamoyo Women's Gala? nawaambia kwamba wajaribu na waendelee kujifunza. Mimi mpaka nimekuja na wazo hili nimejifunza kwa watu ambao wamekuwa wakifanya, na kwa kuwa nilikuwa na shauku na ni ndoto yangu, basi nikaanza. Lakini kama mtu ana shauku asisite. Lakini mpaka hapa tunavyoongea, kuna watu wameshanifuata, wanatamani wa, wafanye vitu fulani, na nimewaongoza nime na wengine wako mbiani kuanza. kwa hiyo kujifunza kwa mtu ambaye tayari amefanya, nafikiri ni vizuri sana. Mimi nilijifunza kwa wengine, lakini na wao kama mtu anawiwa asisite kujifunza, aidha kupitia kwangu au kwa mtu mwingine. Sawa. Dina ni mjasiriamali, ni mwanamke ambaye anahamasisha watu katika jamii lakini pia ni mwalimu. Kubwa zaidi ni mjasiliamali uh, wa biashara ndogo ndogo. mm -hmm. Nataka kufahamu kuhusiana na charity coconut lishe ambayo wewe umeitengeneza na umeanzisha, na pia tunatamani kufahamu ina faida gani na kwa nini mimi niitumie? okay. yeah hiyo, uh, naweza nikasema kwanza ni the best kwa mjini hapa. mm -hmm. uh, nasema ni the best kwa sababu toka nimeanza sijawahi kupata malalamiko yoyote na watu niwoanza nao, yani kuna mtu anakuambia, bila huo unga mimi mwanangu hawezi, bila huo unga siwezi, naomba hivi. Kwa hiyo nafikiri ni ni ule ubunifu ambao nimeufanya. mm -hmm. Uh, watu wengi wamezoea labda ina fulani za nafaka, lakini mimi kuna nafaka ambazo ninaziweka zinafanya huo unga uwe na wakitofauti, yeah. Uwe na ladha nzuri naweka nazi ni kitu ambacho akijazoeleka, yeah. Lakini umekuwa unga ambao unapata shuhuda nyingi. Uh, unakuta mtoto labda alikuwa apendi kula anaanza kula vizuri. Uh, unakuta mtoto labda alikuwa ongezeki uzito, mm. Anaongezeka au mtoto alikuwa anaumwaumwa kwa kukosa lishe, afya inaimarika, lakini sio kwa watoto tu, hata kwa watu wazima nimepata okay. shuhuda mbalimbali mbali. Kuna wazee wanahitaji lishe wanatumia, hata baba mama kwenye familia. Yani mtu ananunua kwamba nataka unga wa mtoto lakini ukifika yeah. nyumbani, anu baba jimiai. anautamani, mama anautamani, familia nzima inautamani. Kwa hiyo ni unga ambao naweza nikasema ni wa kipekee na umekuwa ukisaidia watu wengi. Sasa, mm -hmm. umesema watu wazima nao una, una wafaa, mm -hmm. na unaimarisha mwili. ukinyangalia ni mwembamba, Mwembamba sio kwamba una lishe hapana, yani lishe na, na unene sio kwamba una lishe. lishe mm -hmm. uh, tunasema lishe ni kwa ajili ya kuongeza virutubisho mwilini, kwa hiyo okay. unaweza ukawa mwembamba lakini una virutubisho vyote isosaa okay. Nini kilikusukuma uwe wa tofauti? Maana ukiangalia bidhaa nyingi za ujua lishe sana sana, kutakuta ulezi wengi sana meka, ulezi, uwele, mchele, ngano. Kwa nini wewe umejitofautisha na watu wengine? Na naona utofauti wako zaidi zaidi hapa ni nazi na pengine mbegu za maboga mm. Watu wengi hawatumii sana kwa nini? Uliamua kuwa watofauti? okay. Uh, niliamua nije na kitu cha tofauti kwa sababu mimi ni mtu wa kujifunza sana, ni mdadisi sana na ni mbunifu sana. Kwa hiyo nikasoma na nikaona umuhimu wa kutumia nazi na nikaona umuhimu wa kutumia mbegu za maboga, lakini nimeachana na baadhi ya nafaka kwa mfano tumezoea nafaka nyingi zina mahindi. Mimi mm -hmm, kwenye unga wangu siweki mahindi, naweka mchele na na ngano, ulezi kidogo na hizo mbegu za maboga na nazi. Kwa hiyo nafikiri ni ubunifu ambao niliufanya baada ya kufanya research na kusoma na kuona vitu hivi vina umuhimu kwenye mwili wa binadamu. Sasa sijaelewa, nazi ambayo unaweka ni vile unaikuna alafu una, unaichanganya? Au ile tumezoea sisi nazi ni kimiminika ukisha kitia kwenye maji inakuwa hivyo. Oh, yani umefanya jifanyaje mpaka nazi imekwepapa? Umetumia njia gani? Kitu nachofanya nazi na ikuna naanika, inakauka vizuri alafu nachanganya kwenye nafaka, ndio naenda kusaga. Lakini watu wengi wamekuwa wakinitafuta niwafundishe ni wa, na nimekuwa nikiwafundisha na wanachemka. Wanachemka kwa ajili gani? Nazi ina tabia ya kuvunda, kwa hiyo usipoianika vizuri au ukiweka sehemu yenye unyevunyevu obviously inaharibika na inakuwa inawasha, lakini sasa hivi mimi toke 2019 sijawahi kupata mtu analalamika kuhusiana na unga wangu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nimekuwa nikiandaa hizo nafaka, naziandaa vizuri, hiyo nazi naianika vizuri na kisha imekauka, then ndo nachanganya. Sawa, na ni Charity Coconut ambayo ameiandaa mjasiriamali na huu ni wa kwangu kwa kweli ni unga mzuri na unanukia sana. Leo naenda ku test, nitaona yaliomo yamo. Hakikisha ya tu unajipatia unga wako mzuri kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya kwako wewe mwenyewe na unapatikana kwa bei za kizarendo tu. Unaweza kuwasiliana naye uh, eh, Madam Dina mjasiriamali, lakini pia na na bidhaa hii ya Charity Koko na turishe kwa namba za simu 0625 81 99 28 sifuri sita ishirini na tano themanini na moja tisini na tisa ishirini na nane. Naitwa Irene Jimmy, mjukuu wa Riona, bye bye.